Imamu Alaithi, Imamu Shafii alisema kanionesheni kabri ilipo. <coughs> si kwa kuizuru tu, kuna kuifata ilmu ya Imamu Al-Laythi ibn Sa'ad. Baada ya muda watu wakamuona Imamu Shafii anazungumza masaili kama alikuwepo.

mliobaki atakutajeni Mwenyezi Mungu mbinguni. <laughs> Nashukuru kwanza kupata bahati ya kusimama tena, ikiwa hii ni mara ya pili, lakini hii mara ya pili pamoja na kuzindua utaratibu wa kusomeshea lakini nataka niwambie, hoja si kuzindua, hoja ni wale ambao wataingia katika kutekeleza hichi kilichozinduliwa. Jambo la kwanza kabisa ni waombee dua kwa Mwenyezi Mungu wao pamoja na mimi Mungu awawafikishe wafanye kama vile ilivyokusudiwa, ili vijana tunaowalenga wafaidike. Kufaidika kwao itakuwa ni sababu ya kufuika dini. Ninachoweza kusema ili Shekhe mziwanda akalale, <laughs> ni kwamba Jana nilikuwa mahala nikasema maneno ya yafuatayo, kwamba kitu chochote ili kiwepo kinahitaji mukawimati zake ziwepo, anasiru za kuwepo kitu hicho ziwepo, nyenzo za kuwepo kitu hicho ziwepo. Dini inahitaji iwe hai, basi kuna nyenzo yake ya kuifanya dini iwe hai. Utu wetu unahitaji uwe hai, kuna nyenzo lazima ipatikane huo utu wetu upate kuwa hai, ili mradi Mungu ndo kaweka sunna hiyo katika viumbe vyake, ili kitu hichi kiwe hai kiwepo, hichi na hichi na hichi na hichi. Nikatoa mfano ukasema kwamba sisi wanadamu tunao hai lakini huu uhai kwetu, ili usimame, lazima tuwe na vitu viwili ndani ya mili yetu, maji na damu Ajaalna min almai kula shayin haii, huyo maji na damu. Halafu naiji roho hivyo. Sisi hatukutiwa roho ila baada ya miezi minne, kwa sababu ya kuandaa mazingira ya maji na damu yalivyokamilika. Hayo sasa, ikapuliziwa roho baada ya miezi minne, ndio tukawa hai tunataharaki katika matumbo ya mama zetu. Kwa hiyo ni mukawimatu alhaya wake ni huo. <coughs> Na hii dini ni sende mbali sana, hii dini ili iwe hai na utu wetu ili uwe hai ni lazima kitu kile ambacho Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alichokisema kiwepo. Mtume amesema, ad-dinu husnul khuluq, dini itakuwa hai ikiwa maadili yapo, watu wameadilishwa, wameadilika, wameadabishwa, wametaadab, kwa maana vile mtume ili awe mtume kaadabishwa, addabani rabbi fa ahsana taadibi. Ndio maana akawa mtume hai, mtume mwenyewe, yani ule utume wake au hai, ukikutana naye au sisi tuliyemsikia, ukisoma maneno yake unasema ni kweli, alikuwa mtume wa Mungu. Chochote kile ukisoma cha habari za bwana mtume, unajua kwamba kweli alikuwa mtume kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maadili ndiyo pekee yanayohuisha dini, ndiyo mukawimati alhaya lidini, maadili, tabia njema. mtu kama atakuwa na tabia njema ataelewa umuhimu wa amani na utulivu. Mtu kama atakuwa na tabia njema atajua, huyu hapa mbele yangu, huyu mkubwa na mimi mdogo. Kuna watu siku hizi hawajui kama yeye mdogo na aliye mbele yake mkubwa, kwa kukosa maadili, watu wote mbele yake ni sawa sawa. Wakati Mungu hakufanya hivyo. Mungu kawaza, kawafanya watu wazaliwe siku tofauti ili wapate kuheshimiana, wapate ajue, huyu kaka yangu, huyu mama yangu, huyu mdogo wangu. Kama angaliko Mungu anataka, basi watu waje tu, tungaliumbwa kopi moja siku moja tukaishi hivi tavoishi, alafu kama kufa tukawa tunauliwa mmoja mmoja, lakini tukauba siku moja wote tukaja hivi duniani. Lakini ah, tunazaana ili huyu awe mtoto huyu baba. Naonaje katika mabwawa kwa wale viumbe ambao wamezaliwa namna moja, ni ndobe

lazima tumepishanishwa ili walipokuja watu mbele ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto mdogo akaanza kuwa na yeye anasema. Mtume aliwaambia kabir kabir, ah, azungumze mtu mzima. Pengine ile mtoto alikuwa anaweza kuzungumza, yakaelewa kwa sababu mtoto kashajua tumekuja kusema neni ya mbele ya Mtume, ndio maana ndomaana kusema lakini adabu hairuhusu tume. Akasema kabir kabir, yani azungumze mtu mzima. Kwa hiyo maadili ndio uhai wa dini na ndio uhai wa utu. Leo tunasikia maneno ya kiajabu ajabu, wakati mwingine kutoka hata kwa watu ambao wana wana tunaweza kuwaita ni talabatul ilmi, na wao ni katika watu wa elimu wa elimu, lakini wanasema baadhi ya maneno, sivyo ndivyo. Si kwa jingine, ni kwa sababu wamekosa maadili. Hivyo basi kina mama ambao ndio wenye nafasi kubwa ya kuweza kuchangia mchango mkubwa katika kuadilisha watoto wetu hasa kwa sasa. Kina mama kama watakuwa wako nyuma katika kuadilisha watoto, basi upotevu wa watoto utakuwa ni mkubwa sana zaidi kuliko wakati mwingine wowote. <coughs> Hivyo basi, mafundisho haya lazima tuhakikishe kina mama wana nafasi kubwa ya kuyapata, ili sisi tunapokuwa kwenye zege huko, ingawa shughuli yenyewe ya zege imeingiliwa na mashine za kitaalamu zile, sasa hivi hata kupandisha zege taabu upate <coughs> imekaa mtaani asha, lakini lazima tutakuwa na shughuli nyingine tu. Wao ndio walezi wa watoto wetu, kwa hiyo walezi hawa lazima wawe wanacho takulelea, isije ikawa wananyonyesha kama anavyonyonyesha mbuzi mtaani, anyonyesha wanawe, lakini baadae nawambia a mwakia <laughs> E, udauzanawambia mwanayo piga swaki eh? Naamajisoni eh? Amkia eh? Eh, alafu chamba eh? Amna hayo <coughs> yote yanasimamiwa na kina mama. Kwa hiyo hata mtoto kujua kuamkia mkubwa, kazi ile mwenyewe mama

mama halafu na sisi tuchukue nafasi yetu ya kuleta nyenzo zinazotakiwa panapo sukari panapo mchele, io nyenzo eh, nye. Hey, unakwenda mahala katika baadhi ya madaris <tuhi> wameharamisha haramu katakata mwanafunzi kuinuka kwa ajili mwalimu kaingia. Niambieni, madrasa hii mnatarajia nini? Na walimu waliofanya hivyo katika baadhi ya madrasa zao wamevuna nini? Kama mnafuatilia matukio, mtayapata eh yaliyowapata hivi sasa hivi majuta rafiki yangu mmoja, anaitwa Shekh Talib Ahmad Abdallah, anaendesha madarasa kule Chamazi, amelazimika kuweka katika mtaala wake kile kitabu ambacho nakumbuka kabisa, baadhi ya wanafunzi wenzetu kule Madina walikuwa wanakisema kitabu kinachofundisha utwana nacho ni Taalimu Lmutaalim, lakini Shekh Talib amelazimika kile kitabu kukitia katika mtaala wa shule yake, kinafundishwa kwa sababu kaona mambo yanapokwenda ndivyo sivyo. Mtu anaitukana Taalimu Lmutaalim, hapa ana kitabu cha Imamu Nawawi <laughs> <laughs> ambacho kinachozungumzia fadila za hamalatil Qur'an, maana nienyee, ndio yale ya kama yatapungua kidogo tu, huyu kazidisha ukapunguza hapo, lakini ndio ukisoma kitabu cha al-majmu' al-muhaddab eh? Imam Nawawi kaeleza namna gani mwalimu anakuwa, mwanafunzi anakuwa nini pale mwanzo pale ili mradi kuna adabu za mwanafunzi, kuna ahwali za mwalimu, mwalimu aweke katika hali gani, ili mradi ipatikane nidhamu na utaratibu. Nimeambiwa na shekhe wangu, shekhe Hamis bin Said bin Khalfat, katika uhai wake belambia kwamba kulikuwa na bwana amepewa kazi ya kusoma khutuba ya Jumaa na amenisimulia hayo wakati akituanzisha tukutubu Juma msikiti ule wa Mtoni pale kwa Kabuma tukutubu hili, mimi na bwana mmoja anaitwa bwana mmoja Saramu Halaji, akatwambia nendeni mkasome akakufundisheni namna ya kusoma khutuba. Mzee Mtambo alikuwa imamu pale Nsoli Shahidi, alafu anakwenda Keko kusaisha wafungwa, aakatusimri <laughs> akesasema nguja <coughs> kuna mtu mmoja hii khutuba maisha yake alikuwa hawezi kwenda kuhutubu juma ibnu mubatai

Yule bwana ilikuwa haendi Ijumaa kunakwenda kukhutubu, ila kwanza apite hmm? pale katika kabri ya shekhe, anasoma pale ile khutba halafu ndo anakwenda kukhutubu. Niambieni, kwa huu sunna wa sasa ukasome kwa marehemu lakini watu hawakuyaokota hayo. Kuna watu waliopita imamu, imamu wetu Imamu Shafii radhiyallahu taala anhu waarda, ametoka, alipotoka kahamia Misri na Misri alimsumbukia Imamu Laith ibni Saadi akamsome, bahati mbaya akamkuta Imamu Laithi amesha

imamuraitfi bni saad baada ya muda watu wakamuona imamu shafii anazungumza masaili kama alikuwepo wakati kienekana kwamba amemkuta imamu raif ibni saadi asababu ni memguakiwalii tena kwa maana kwamba alichokisumbukia kis, kakipata Sikasumbukia ilmu kaipata, maanake hakumsumbukia imamu Laithi kama imamu Laithi na jina lake au shahsia yake, kamsumbukia kwasabu ya elimu yake, kaipata. Hivyo ndivyo watu walivyoishi. Sasa na sisi <coughs> tujitahidi tuishi kama walivyoishi hao na tuwazoeshe watoto wetu waende waishi katika maisha hayo aki katika kusoma kwao. <coughs> katika kusoma kwao sisi tulikuwa tunakaa pale Mtoni, siku nyingine Shekhe Haji, lakini ilikuwa hatoki mtu hatutoki. <coughs>

kama huko ajikusoma kama upo akafanya mingine upo... <laughs> <Hey. Aole. laughs> <laughs> Lakini waliopita nisomeni, <coughs> <coughs> tu mtayakuta <coughs> hayo. Waliopita walikuwa wanakaa mlangoni <coughs> <coughs> kwa shehe. Naona? ile kugonga ule mlango hagongi mpaka tu aje mtu afungue eh. Huku ugonga mlango wa nyumba ya shefe agongi, ndo maana walipata. Lakini fakhalafa min badihim auigalikuwa khalafu na garau, lakini khalfu tilka hiya lmushkila. kwa hiyo nimechukua muda kidogo katika hili kwamba hakuna dini bila ya maadili wala hakuna ibada bila ya maadili. Tunaweza tukafanya ibada lakini, kama haina maadili, tutakuta haba <coughs> amansura wengine wanadhania kwamba kutukuza eh, kutu kutu kwa na kuheshimu ni kuabudu. Tafsiri yao ndio hiyo. Kumbe kutukuza ni kitu lazima, maana yake ni kuadhimisha. Kutukuza ni kitu kuadhimisha, ni lazima. Mungu amesema kwenye Qur'ani, wa man yu'azzim sha'a'ira Allah. Hii ni adabu, maadili, tunafundishwa wa man yu'azzim sha'a'ira Allah

ikiwa kuna heshima umtukuzi, unaona tu hivi na hivi <coughs> basi unaweza ukajua kusoma lakini ukakosa kufahamu hey. Inavikana ukajua kusoma lakini ikakufutu kufahamu, na Qurani inakwambia Rabbi zidni ilman